Nimekutana na zaidi ya watu laki moja wanaohitaji kuanzisha biashara ya spea za pikipiki, lakini wengi nimeona changamoto yao ni ile ile moja. Kila mmoja anakuwa anasubiri mpaka aweze kukamilisha kila kitu ndio aweze kuanza biashara. Nikwambie kitu kimoja, ewe Mtanzania, hakuna biashara inayokamilika asilimia mia moja kwa kuwa nyumbani ndipo uanze kuifanya, ila biashara hukua pindi unapoanza na hatua ndogo ndogo, na, na ndizo zinakufanya uweze kuwa imara na strong zaidi. Anzia hapo hapo ulipo, usisubiri mpaka kuwa tayari kabisa, hauwezi kufanikiwa Unachohitaji ni kupata ujuzi wa biashara unayotaka kuifanya. Lakini kitu cha pili unachohitaji, unahitaji kupata watu sahihi kulingana na kitu unachokifanya, ili waweze kukuonyesha future au ndoto ya huko unakoenda lakini kitu cha tatu, unahitaji kuwa na mawazo makubwa ambayo yatakuonyesha ni kwa namna gani unahitaji kupiga hatua, na hiyo ndio itakuwa moja ya motisha yako au moja ya kishawishi cha wewe kujituma zaidi. Lakini kitu cha mwisho unachokihitaji, unahitaji kupata elimu ya kina juu ya biashara unayotaka kuifanya. Huwezi kufanikiwa mpaka utakaposubiri utaka milioni kumi, ni uongo. Una uwezo wa kufanikiwa kwa kuanza na milioni moja au milioni tano na baadaye ikawa milioni kumi au milioni mia moja. Trust Spare Part, tumeandaa elimu maalum kwa ajili ya kukusaidia ewe mfanyabiashara, unahitaji kuanza biashara hii, lakini umekuwa huna imani na bado unajivutavuta kuanza biashara hii, nakwambia Anza sasa, kwani wenzako kwa wakati wanafanikiwa, wewe utabaki ukiwashuhudia na baadaye utakuja kujuta. Kwa nini ukaanza sasa? Hatua ndogo inaweza kufanya kuwa mkubwa na ndio ikawa chanzo cha mafanikio yako. Karibu Trust Spare, tunapatikana Kariakoo, mtaa wa Dongo na Swahili, mkabala na Keti Hotel. Tupigie kwa namba za simu 0781 282871. Kama unahitaji biashara hii, komenti hapo chini neno nahitaji, tutakusaidia kupata mwongozo. Asante.